Kwanza kabisa ni, ni brother lakini pia, uh, ni na na lakini pia ni msanii ambaye napenda anavyoimba, lakini pia tumeona tukisapotiana katika moja na mbili. Tuna, tuna nyimbo ambayo imetoka lakini pia tuna baadhi ya collab ambazo ziko ndani uh, so alivonipa simu ya mwaliko nikaona sio mbaya kufika, so namshukuru Mungu tumefika na nimependa nime, kwa sababu mimi sijawahi kufanya uzinduzi wa album ama EP wala uzinduzi wote kwao, nimekuja kuchukua pia experience tofauti tofauti ja, nimpe pia hongera kwa jambo kubwa, Mungu ambariki na amini albamu yake na kufanya vizuri na mapokezi ya watu. Dayo, kuja makamba yako yamekuwa makubwa sana, wameshangilia wamefurahi, mashabiki mpaka amefika sehemu wataki ushuke. Hii unaisi umejenga kwa mashabiki kwa sababu gani? Ni kazi tu au kuna lingine la ziada? Ah, kazi, mziki mzuri, kujituma, kufanya vilivyo bora